Maana mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Njombe, Mbeya pamoja na Katavi. Aidha, chama kikuu TAMKU kinasimamia na kuhudumia vyama vya ushirika vya msingi vipatavyo arobaini na tisa kutoka kwenye hiyo mikoa ambayo nimetoka kuitaja, kwa maana ya vyama thelathini na saba vilivyopo wilaya ya Tunduru, lakini vyama kumi na mbili viko nje ya wilaya ya Tunduru, pamoja na mikoa hiyo mingine ambayo nimeitaja. Msimu wa ishirini na nne ishirini na tano 24 25, kwa maana ya msimu uliopita wa mwaka jana, mnada wa kwanza ulifanyika tarehe kumi na nane mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na nne. Ukusanyaji ulianza tarehe kumi na nane mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na nne, lakini mnada wa kwanza ulifanyika tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na nne, na ulifanyika katika kijiji hiki cha Nakapanya kwa sababu ambazo Mheshimiwa mwenyekiti wa chama kikuu ametoka kuzieleza na mfumo ambao uliotumika e, ulikuwa ni mfumo wa stakabazi garani na tulitumia e, platform ya stakabazi, tulitumia platform ya soko la bidhaa Tanzania kwa maana ya TMX. Na mfumo huo huo ndio ambao tunakwenda kuutumia kwenye msimu huu wa ishirini na tano ishirini na sita msimu huo wa ishirini na tano ishirini na sita tulifanya jumla ya minada tisa ambapo tulifanikiwa kuuza tani elfu thelathini na moja na kilo mia sita na nane ambapo ukilinganisha na msimu wa nyuma yake kwa maana ya ishirini na tatu ishirini na nne tuliuza tani elfu ishirini na sita kwa hiyo mnaweza mkaona kwamba tulikuwa na ongezeko la uzalishaji takribani tani elfu tano na mia tano ishirini na nne ambapo ni sawasawa na ongezeko la zaidi ya asilimia hamsini eh, fedha ambazo zilifanikiwa kuingia kwenye msimu huo wa ishirini na nne ishirini na tano ni zaidi ya bilioni tisini na tatu. Fedha hizi zilifanikiwa kuingia katika mkoa huu wa Ruvuma pamoja na mikoa ambayo imetoka kutaja, na fedha hizi ziliingia kwa wakulima kwa, kwa kiasi kikubwa, lakini kwa kiasi kidogo kwa wadau mbalimbali ambao eh, wapo katika mnyororo huu wa mauzo na uzalishaji wa zao la korosho. Lakini pia ukienda kwenye upande wa bei msimu wa 24 e, ukilinganisha na msimu wa nyuma yake wa 23 bei iliongezeka kidogo, kwa maana mwaka mwaka jana bei wasa ilikuwa ni shilingi 2942 kwa msimu mzima, lakini msimu wa nyuma yake ilikuwa ni bei ya shilingi 1747. Moja, kuongezeka kwa uzalishaji wa zao la korosho ghafi kwa zaidi ya asilimia 58.3. E, kuendelea kurahisisha upatikanaji wa takwimu e, za mazao ambayo yanazalishwa na wakulima kwa urahisi, kitu ambacho ni muhimu kwa serikali na wadau mbalimbali katika kupanga maendeleo. Lakini pia tatu, urahisi wa ukusanyaji wa mapato ya serikali na wadau wengine waliopo katika mnyororo wa thamani wa zao hili la korosho. Msimu wa ishirini na tano ishirini na sita tumekadiria tutakusanya na kuuza kilo milioni thelathini na tano kwa sasa, niseme taarifa ya makusanyo ya korosho ghafi kwa msimu wa ishirini na tano ishirini na sita. Mheshimiwa mgeni rasmi na wadau wote ambapo mko hapa sasa hivi, mjue kwamba kwa sasa kilo ambazo sisi tunakwenda kufanya maamuzi kuziuza kwenye mnada huu wa kwanza wa uzinduzi ni kilo milioni sita laki tatu hamsini na nne elfu na mia moja tisini.